Roho Mtakatifu alipozindua kanisa, kanisa lilipaa kama gari la mbio. Katika Matendo mbili watu elfu tatu waliitikia ujumbe kwa imani. Kufikia sura ya nne kanisa lilikuwa limekuwa hadi kufikia wanaume elfu tano ikiwa ni pamoja na wanawake na watoto. Hawa wangekuwa watu 15 hadi elfu ishirini katika kanisa hili. Matendo saa tano na madakika kumi na nne uh, inaripoti tu kwamba umati uh, uliongezwa. Hakuna nambari hata iliyotolewa. Inaonekana wameacha wamekata tamaa ya kufuatilia. Sasa, kwa sababu tu kanisa linafaulu haimaanishi shetani amejisalimisha. Hapana, daima ataweka vizuizi zaidi njiani. Atajaribu kupunguza kasi ya kanisa na ikiwezekana alisimamisha kanisa. Mateso yalikuwa kizuizi cha kwanza alichojaribu. Petro na Yohana walitupwa gerezani. Naam, hilo halikufaulu kwa sababu malaika aliwaachilia kimuujiza. Udanganyifu ulikuwa kizuizi kingine kilichofuata. Iliingia polepole kwenye jamii ya kanisa kupitia uongo na ujanja wa Anania na Safira. Hilo lilishughulikiwa mara moja na kwa njia ya kushangaza; kwa njia Ye Mungu mwenyewe aliwaua. Sasa tunagundua kizuizi cha tatu ambacho kimewekwa moja kwa moja mbele ya maendeleo ya kanisa, na ngoja ni kuambie, hiki kitakuwa changamoto yao kubwa zaidi hadi sasa. Kabla hatujaendelea na safari yetu ya leo, ngoja nitoe angalizo. Na, na kwa wale ambao mnahudumu katika kanisa, hii ni muhimu sana kukumbuka. Hii hapa. Makanisa yenye matunda na yenye ufanisi hayaepukiki na matatizo. Kwa maneno mengine, kuwa kanisa la kibiblia lililo hai hakulinde kutokana na matatizo, kutoka kwa vizuizi vya barabarani, kwa kweli inawaalika na na utahitaji kuyashughulikia kwa hekima na ujasiri. Tunapofika kwenye Matendo sita inafunguka hapa kwenye mstari wa moja kwa tamko jingine chanya la ukuaji. Katika siku hizo wanafunzi walikuwa wanaongezeka kwa idadi, e. Sasa pamoja na hilo tunaletewa mara moja tatizo: malalamiko kutoka kwa Wayunani yaliibuka dhidi ya, ya Waebrania. Sasa ngoja niongeze haraka angalizo jingine hapa. Haichukui muda mrefu matatizo kujitokeza. Sasa fikiria tu wapendwa, hili kanisa lina umri wa chini ya miezi sita. Tunaambiwa kwamba tatizo hili maalum linahusisha kundi linaloitwa Wayunani na wanalalamika kwamba wajane wao wanapuuzwa katika mgao wa kila siku. Sasa tunajua kutoka kwenye historia kwamba katika sinagogi la Kiyahudi huduma ya kawaida kwa wahitaji na hasa kwa wajane ilifanyika kila Ijumaa. Wajitolea walizunguka sokoni, wakaenda kwenye nyumba binafsi, na kukusanya chochote ambacho wamiliki wa maduka na wamiliki wa nyumba wangeweza kuchangia. Inaweza kuwa nguo au pesa au chakula, na kisha baadaye katika siku hiyo watu wa kujitolea walisambaza kile walichokusanya. Naam, kanisa hii inaonekana hapa limepitisha desturi hii, nani kwa kweli imepanua utendaji kwa sababu andiko linatuambia hapa kwamba wanafanya hivyo kila siku. Kweli mahitaji ni makubwa sana hivi kwamba hii haifanywi Ijumaa pekee. Hii inafanywa kila siku. Sasa kuna malalamiko makubwa sana hapa, na wajane wa Kigiriki hazitendewi haki katika usambazaji huu wa kila siku. Labda walitembelewa mara ya mwisho na hakuna unajua, nyanya zilizosalia, au au pesa zote zimetoweka, wakati ujirani wao unatembelewa. Sisi ni hatujaambiwa kwa uhakika lakini ngoja ni kuambie hili, hii haikuwa pungufu ya ubaguzi wa kibinafsi, na ilikuwa dhambi. Ah, na mpendwa, ubaguzi kamwe hauhusu usuli au elimu au lugha au rangi ya ngozi. Ubaguzi ni tatizo la moyo, inatoka kwa ubinafsi, moyo wa dhambi. Unaona, kulikuwa na aina mbili za Wayahudi katika kanisa hili la kwanza hapa. Kundi moja linaitwa Wagiriki au Wayahudi wa Kigiriki. Kundi lingine ni Wayahudi wa Kiebrania au Wapalestina. Waebrania walikuwa Wayahudi waaminifu ambao walibaki katika nchi ya ahadi kwa karne nyingi, na walizungumza Kiebrania na Kiaramu. Wayahudi wa Kigiriki ndio waliokuwa wamechagua kuishi nje ya nchi. Walikuwa wamehamia nje eh ya nchi takatifu tunayoita, lakini bado walikuwa Wayahudi. Hata hivyo, sasa walizungumza Kigiriki na walikuwa wamechukua baadhi ya utamaduni huo wa Kigiriki au wa Kihelenisti waebrania waliwazingatia kama wayahudi wa daraja la pili walikuwa wamechafuliwa na ulimwengu wa kigiriki basi wengi wa hawa wayahudi wa kigiriki walikuwa wamesafiri kwenda yerusalemu kwa ajili ya pentekoste walikuja kumpokea kristo kwa imani ya wokovu waliposikia eh injili ikihubiriwa na petro waliamua inaonekana kubaki Yerusalemu na na kujiunga na kanisa na kuwa na kuwa sehemu ya hili hili jambo la ajabu jipya la agano la Mungu. Lakini sikiliza, kupita tu mlangoni mwa kanisa kwa namna fulani hakufuti kane za ubaguzi. Kwa kweli, kanisa leo bado linakabiliana na tatizo hili hili. Mimi nimeona hili katika kila nchi niliyotembelea kwa miaka yote, ni ubaguzi unaotokana na historia ya migogoro hadi leo, ambao unawafanya Wajapani na Wachina wengi washindwe kuelewana kiburi cha kitaifa au kikabila ambacho ambacho kinachochea ubaguzi unaofanya mataifa ya Afrika leo hii yaendelee kugombana wakiwa na hisia kali dhidi ya wenzao, hata wakati mwingine kusababisha mauaji ya kimbari. Tofauti za kijamii au kiuchumi zimeleta ubaguzi ambao tunaweza kuona leo kati ya Waargentina na Waperu, kati ya Wameksiko na Wapuatoriko migogoro ya kisiasa ya zamani ambayo basi inaendelea kuchochea hisia kali kati ya watu wa Taiwan na wa China wa bara. Malalamiko ya kihistoria, dhuluma za haki za kiraia zinawatenganisha weusi na weupe nchini Marekani. Wapendwa, miaka elfu mbili iliyopita ulikuwa na tatizo lile lile Tuite kwa jina lake, ubaguzi. Na ulikuwa na uwezo wa kugawanya kanisa hili la mwanzo katikati kabisa. Kama hili halitashughulikiwa kwa hekima na ujasiri, basi niwaambie, waumini watagawanyika na kuwa makanisa mawili. Utakuwa na kanisa la kwanza la Wakristo wa Ibrania wa na kanisa la kwanza la Wakristo wa Helinisti. Sasa mstari wa pili unatupa jibu la hekima kutoka kwa mitume: na wale kumi na wawili wakawaita wanafunzi wote pamoja na kusema, si vema sisi kuacha kulihubiri neno la Mungu ili kuhudumu mezani. Kwa hiyo, ndugu, chagueni miongoni mwenu wanaume saba wenye sifa njema, waliojaa roho na hekima, ambao tutawaweka juu ya jukumu hili, lakini sisi tutajitoa kwa maombi na huduma ya neno. Sasa usielewe vibaya. Hoja hapa si kwamba kuna kitu kisicho cha kiroho kuhusu kugawa chakula na mavazi, ingawa kuhudumia mezani ni huduma muhimu sana. Swala hapa ni kipaumbele cha huduma ya mafundisho na maombi ya mitume. Hawawezi kuondolewa kwenye huduma hiyo ya kufundisha, kuelekeza na kuongoza kanisa kwa ujumla mtu mwingine atalazimika kushughulikia suala hili la vitendo kwa busara ili kila mjane atendwe haki. Sasa, mitume wanapotoa maagizo kuhusu uteuzi wa wanaume watakaosimamia kazi hii, hebu niruhusu nitoe uchambuzi wa tatu. Hii hapa: nafasi za huduma kanisani zinapaswa kutegemea tabia, sio uzoefu. Utaona tunavyoendelea hapa kwamba hakuna sifa yoyote kati ya hizi zinazohusiana na ofisi hii itakayohusishwa na shahada ya biashara au cheo cha usimamizi wa fedha. Hapana, lazima wawe wanaume wenye sifa nzuri, yaani wanapaswa kujulikana kwa mwenendo wao wa kiungu. Lakini pia tunaambiwa hapa kwamba wanapaswa kuwa watu waliojaa Roho. Sasa wazo la kujazwa halimaanishi kwamba wakristo wengine wana nusu tu ya roho, halafu unajua hawa wanaume wana tanki kamili. Hapana, kuwa umejaa roho maana yake uko chini ya uongozi. Kujazwa maana yake umetawaliwa na roho mtakatifu. Kwa hiyo hawa wanaume wanaongozwa na roho wa Mungu. Tatu, tunaambiwa hapa kwamba lazima wawe wamejaa hekima. Kwa maneno mengine, hawa wanaume lazima maisha yao yaonyeshwe na hekima. Maamuzi wanayofanya mtindo wao wa maisha unapaswa kuwasilisha hekima ya kimungu. Hii ndiyo tafsiri ya ukweli wa Biblia katika maisha. Hiyo ni hekima. Naam, wanaume saba wamechaguliwa hapa na haipendezi kwamba wanaume hawa saba wote wana majina ya Kigiriki. Huu uh, ni kuna uwezekano mkubwa wapendwa, kwamba watu hawa wote walikuwa Wayahudi wa Kigiriki. Kwa hiyo kanisa linaonekana kwenda nje ya njia yake kuonyesha kwamba upendeleo na chuki havitakuwa na nafasi ndani ya kanisa. Basi mstari wa sita unatueleza kwamba mitume waliwaombea na kuwawekea mikono yao. Hili lilikuwa tendo la kuwapa jukumu rasmi katika huduma yao mpya, hasa kwa wajane. Tazama kinachotokea kama matokeo yake, mstari wa saba. Neno la Mungu likaendelea kuenea na idadi ya wanafunzi ikaongezeka sana huko Yerusalemu, na makuhani wengi wakawa watifu kwa imani. Na hili lilitokea kwa kiasi kikubwa kwa sababu wanaume saba wacha Mungu walikuwa tayari kusimama kukabiliana na suala hili la upendeleo kwa ujasiri, kwa neema, kwa hekima. Na tazama hapa, kanisa linaendelea mbele. Kuna ukweli mpya unaokita mizizi. Unajua, unapofika kwenye mguu wa msalaba, ardhi ni sawa. Na unapojiunga na familia ya Mungu, unajiunga na jamii mpya, jamii ya wenye dhambi waliokombolewa, ambao sasa ni wa kila mmoja kama kaka na dada katika Kristo milele. Na neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Amina.